E, bwana watu 28 wamefariki dunia na wengine tisa kujeruhiwa vibaya kufuatia ajali mbaya ya barabarani iliyotokea usiku wa Juni 7, 2025 majira ya saa mbili za usiku katika eneo la mteremko wa Mbalizi mkoani Mbeya. Ajali hiyo bwana, imetokea baada ya lori la mizigo kufeli breki na kugonga magari mawili yaliyokuwa mbele yake, daladala ya abiria na kirikuu, gari ndogo la mizigo. Kufuatia mgongano huo, daladala hiyo iliingia uh, korongoni na baadaye roli hilo liliangukia juu yake na kusababisha vifo vya abiria waliokuwemo ndani. Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, Juma Homera, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kueleza kuwa majeruhi tisa wamepatiwa matibabu katika Hospitali Teule ya Ifisi. Matukio Online TV tutaendelea kukupa taarifa zaidi za ajali hii kadiri zitakavyotufikia. Asante na kwaheri kwa leo tuishie hapa, zaidi tuombe ndugu zetu. Leo tumekuletea taarifa hiyo ya watu 28 na ambao wamefariki dunia na wengine tisa kujeruhiwa vibaya kufuatia ajali mbaya ya barabarani iliyotokea usiku wa Juni 7, 2025 majira ya saa 2 usiku, katika eneo la mteremko wa Mbalizi mkoani Mbeya.